Kwa hiyo mimi niwaambie wakina mama kama mkoa tutaendelea kuhakikisha fursa zinapatikana. Mheshimiwa Rais katika ziara yake Mwanza ameelekeza mikopo ifanyiwe, vipengele vya mikopo vilegezwe ili wakina mama waweze kupata mikopo. Na sisi ya tutakaa na maafisa maendeleo ya jamii tutakaa na wakurugenzi tuone maeneo ambayo mikopo inakuwa migumu kuwafanya wakina mama wapate mikopo kuwafanya vijana wapate mikopo na watu wenye mahitaji wen, wen, maalum waweze kupata ile asilimia kumi ya mikopo. Lakini kuna fursa nyingi bado zipo ambazo tusiogope kwenda kwenye taasisi za mikopo benki na kadhalika. Leo hii Tanga Women Gala wamezindua talii Tanga kama moja ya biashara ya kuingiza watalii tour operator. Leo hii ukienda ukitafuta mkopo wa kununua gari la, la, la, la kubeba watalii kama mwanamke, unapata gari la milioni mia moja, milioni mia mbili, unapewa gari jipya. Kwa hivyo wale walioko katika sekta ya utalii, kuna hiyo fursa ya kuweza kuhakikisha tunaweza kuwa sasa na sisi na makampuni ya kutembeza wageni bila kuwa na makampuni ya kutembeza wageni, ule utalii wa Tanga utabaki kuwa duni, kwa sababu tutategemea tu operators wa Arusha, tutategemea tu operators wa Zanzibar. Kwa, kwa hivyo tunahitaji tu operators wa hapa Tanga wa linki na Zanzibar, wa linki na Arusha, ili kuwe na utatu huu ambao utawezesha na saa zingine hata mtu hataki kwenda anaweza kamaliza Zanzibar akaja hapa Tanga akamaliza kwa sababu hata hivyo sasa hivi kuna utalii mkubwa sana kaskazini kwa hivyo sisi tukifanikiwa hivyo tutaweza kufanya vizuri zaidi. Mama Samia oye! Lakini pia katika sekta hii ya ya uvuvi, tayari tunafanya mikakati ya kuanzisha uvuvi wa vizimba. Tunaweza tukaweka tuka vizimba katika mito yetu, lakini tutaweka vizimba baharini, na hii itatusaidia mwanamke, sio lazima awe na boti awe mvuvi akavue, lakini kupitia vizimba, tayari tunayo taasisi ya kuuza wale vidagaa vya samaki ambavyo vitaweza vikawekwa kwenye kizimba kile. Unafuga samaki ndani ya bahari, lakini wakiwa katika kizimba, baada ya miezi sita, unaenda unavua, una, una unauza, unaingiza tena. Ni fursa kubwa sana kama nilivyowaambia nimetoka Mwanza, nimeona wenzetu wakina mama wanavyochangamka kwenye uchumi, na sisi tunachangamka, lakini fursa zao ziko wazi zaidi. Kwa maana pa, ukienda pale soko la Mwaloni, ukienda pale kwenye eneo la samaki, unakuta ni wakina mama wote majority, lakini huu uono ambao sisi bado hatujaongezea thamani, wanakuja watu kutoka Kongo wanaochukua wote ukienda Mwanza wameukaanga wameupaki kwenye makontena ya elfu kumi elfu ishirini mgeni anakuja anachukua anaondoka nao. Kwa hivyo ni lazima tukae wakina mama, tukubaliane mtu akija Tanga aondoke na nini, yaani anajua kwa mfano mtu akienda Mwanza anajua kabisa mimi nitachukua satu nitachukua sangara nitachukua uh, dagaa akienda Mukoba najua nitatoka na senene na matoke na kadhalika. Sasa sisi tunatoka na nini? Najua tunavyo vingi vya kutoka tukipanga, tukiamua kufanya kwa kufa pamoja katika yaliyofikiwa kwa ufasaha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapofanya kazi lazima tunafungula fungu. Mwaka jana ni mwaka huu tunakuwaga na mwezi wa Ramadhani, tuna kapu la Ramadhani. Kupitia kapu la Ramadhani tunaweza kusaidia wengine lakini ni nafasi pia kukaa pamoja kuweza kumshukuru Mungu kwa neema ambayo ametuwezesha tukaweza tukafikia ule mwezi, na kwa bahati ilikuwa ni Ramadhani na kwa resima kwa pamoja, kwa hiyo ilikuwa ni neema kweli. Na kwa kupitia hilo kwenye kapu la Ramadhani tulilipeleka Maramba, tulipeleka Maramba shule ya msingi, kukawa kuna wahitaji maalumu lakini pamoja na kupeleka kapu lile, tuliweka azimio baada ya kuwaona watoto, kwa sababu kuna kitengo cha watoto ambao wenye mahitaji maalum. Tulienda wengi, tukaazimia watoto wale tuweze kuwakatia bima zao. Tuliona kwa kumkatia bima mtoto mwenye mahitaji maalum, tumemwezesha mama kuepuka gharama ndogo ndogo lakini pia kumpa nafasi ya kwenda kufanya ujasiriamali. Kwa hiyo lenyewe tumelichukua kwamba kwa pamoja tulimewezesha bima za watoto maalum ambazo tulikuwa ni bima challenge, tuliliita tabasamu la Ramadhani na lilifanikiwa, tukiamini kuwa tumeweza kumpunguzia mama kadhia ya matibabu ya watoto hawa, lakini pia kuweza kumpa nafasi ya muda wa kuweza kushiriki kwenye majukumu mengine ya kuingiza kipato cha familia, badala ya kuhangaika kutafuta pesa za matibabu, kwa sababu watoto hawa asili yao kama ilivyo ni mwezi haupiti hajaenda hospitali, lakini si wenye mahitaji maalum kwa kipengele kwamba ni wagonjwa, lakini mazingira tunasema ndio magumu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunajiandaa na msimu wa nane, tunathubutu kusema tumefikia mafanikio mengi mazuri tunashukuru sana Mungu.